Katika video hii utajifunza jinsi ya kuweka videos ama clips zako katika timeline. Kuweka videos katika timeline kuna njia kadhaa, lakini kabla ya kuweka katika timeline ni vizuri ukazipreview katika source monitor. Na kupreview una uwezo wa kuchukua ama kudrag video yako na kuiweka katika source monitor ama ukabonyeza mara mbili au double click. Kwa hiyo ukibonyeza mara mbili utaweza kupreview. Lakini vile vile una uwezo wa kuishika na kuiweka katika source monitor na ukaweza kufanya preview. Na lengo la kufanya preview ni kwamba kuhakikisha video ama clip unayoichagua ni sahihi. Sasa tuangalie njia ambazo tunaweza tukaweka clips zetu ama video zetu katika timeline. Njia ya kwanza ya kuingiza clips zako katika timeline ni kuburuza kutoka katika project panel na kuweka katika timeline. Kama huioni project panel, una uwezo wa kuja katika hivi vichoro na hakikisha kwamba umechagua project, halafu kama utakuwa kuna bins ama folders utaingia katika folder yako, halafu utachagua hizo clips zako. Kwa hiyo nitachukua ama nitadrag moja kwa moja kuipeleka katika timeline. Nikiachia hapa, kuna ujumbe ambao unatokezea na huu ujumbe ni clip mismatch warning. Hii inatokana na kwamba sequence na clip yako inakuwa iko tofauti, kwa hiyo clip ama video itakuwa ina sifa fulani na sequence tumeitengeneza ikiwa na sifa fulani. Sasa hapa cha kufanya ni kukip existing settings ya ile sequence yetu ambayo tumetengeneza. Ukichange sequence settings itabadilika na kuifuata ile setting ya video yako. Sasa wewe ndiyo unajua clip yako unataka ipeleke sehemu gani, na ndio maana ukatengeneza sequence. sasa hapa tuta keep existing settings. Kwa hiyo tunaona kwamba kuna video pamoja na audio. Sasa hapa imekaa katika V1 na audio 1, una uwezo wa kuweka katika V2 na audio 2. Kwa hiyo hiyo ndio njia ya mwanzo ya kuingiza clips katika timeline ambapo tumetrag moja kwa moja kutoka katika project monitor na kuweka katika timeline. Njia ya pili, una uwezo wa kuweka clip yako katika timeline ikitokea katika source monitor. Katika monitor source monitor kuna njia mbili. Njia ya kwanza, una uwezo wa kushika picha yako ama video yako na kuiweka katika timeline lakini njia ya pili una uwezo wa kuchukua picha peke yake ama sauti peke yake. Kwa hiyo ukija hapa, utakuwa na uwezo wa kuchukua picha peke yake. Ukija hapa, utakuwa na uwezo wa kuchukua sauti peke yake. Lakini cha kuhakikisha ni kwamba video unaiweka katika track ya video na audio unaiweka katika track ya audio. Kwa hiyo hapo unaona kwamba siwezi kuweka audio katika track ya video, kwa hiyo inabidi nije chini. Kwa hiyo hizo ndio njia mbili ambazo unaweza kuweka clips zako katika timeline. Njia ya kwanza una drag kutoka katika project panel na njia ya pili uta drag kutoka katika source monitor.